Sumbwe oye, Ilangale oye, Lubanga Lubanga oye! Ndugu mwenyekiti wa mkutano wetu huu, ndugu viongozi wa matawi, ndugu viongozi wa serikali, ndugu viongozi ngazi ya kata, ndugu wananchi wa kijiji cha Ilangale na kitongoji nyalubanga banga, banga. Wadela wamayo emize igwashi neemola wadela baba imachi inera neemola. Kwanza awali ya yote, naomba lijitambulishe kwenu kwa majina, naitwa Peter Emanuel Mnunke ni mgombea nafasi ya udiwani kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu cha kwanza kabisa niombe kwanza nitoe pongezi za dhati kabisa kwa wananchi wote wa kata ya Masumbwe ambao kwa kweli jana mlifanya tukio la kutuheshimisha sana. Mlijitoa kwa wingi wakati mheshimiwa mgombea nafasi ya urais kupitia tiketi ya chama chetu alipokuja, alikuwa alikuwa anapita tu, lakini alisimama kwa ajili ya kutusalimia mkutano huyo. Alisema kwa kweli alisema akaniambia, nije niwaambie kwamba jamani, anawapongezeni sana lakini, akaniambia kwamba kwa jinsi mlivyojitokeza jana, akasema ili ionyeshe kweli kata yetu ya masumbwe tumefanya jambo zuri, tarehe ishirini na tisa tutakapojitokeza kwa wingi tukaenda kupiga kura nyingi kwa sisi tukianza na yeye Dr Samia Suluhu Hasani, mgombea urais kupitia tiketi ya chama chetu. Baada ya hapo, tukaja na mheshimiwa mbunge bwana Fagasoni Masasi. Baada ya hapo pia, tukaja na diwani bwana Peter Mnunke, tukapiga kura nyingi kadi tulivyojiandikisha kata ya Masumbwe zaidi ya wapiga kura elfu kumi na tisa mia tisa na ishirini ambao wako ndani ya kata yetu hii. Tulitamani kura zote zikapigia chama cha mapinduzi. Yeah, tuna uhaba wa maji kwenye kijiji chetu. Kwenye shule yetu ya sekondari hatuna kisima cha maji. Kwa hiyo haya yote tutakapoenda kupiga kura hiyo tarehe 29, tayari hayo, sisi mtakuwa mmetupa majukumu kwa ajili ya kwenda kutekeleza kwa hiyo ni wasihi sana watu wema wa Irangale, watu wema wa kata ya Masumbwe, tarehe ishirini na tisa mkeni mapema, haijalishi kuwe na mvua kuwe na jua, cha kwanza ni kwenda kupiga kura, mengine yanafanya. Lakini najua hapa, jamani, tulizungumza. Niwaombe kabisa watu wa Irangale. Nina imani, mkinipa ridhaa tutakwenda kutekeleza na ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ishiia t imezungumza mengi sana kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Kwa hiyo niwaombe kabisa, kura ya kwanza tukampigia Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea wetu kwa nafasi ya urais, yule ndio yu. Baada ya mgombea wa urais tunampigia tunampijia mbunge Bwana Fagasoni Masasi ili akawe mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akawe mwakilishi wetu kwa kutusemea watu wa Mbogwe akiwa bungeni. Lakini baada ya hapo kwenda mnipigie mimi kura za kutosha, diwani wenu wa kata ya Masumbwe, ili sasa nikawe diwani kwa ajili ya kuwakilisha kwenye baraza la madiwani kutoka kata ya Masumbwe, ili kwa ajili ya kwenda kusimamia fedha nyingi ambazo zitaletwa na mama kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu ya Masumbwe. Niwaombe sana watu wa Masumbwe, kwa muda mfupi tu mama aliyoingia na madarakani, zaidi ya bilioni tano na milioni mia tatu na senti sabini na mbili ziliingia kutekeleza miradi ndani ya kata yetu, ukiwepo mradi wa maji zaidi ya milioni mia nane na ishirini huko, mradi wa kisima huko tayari kwenye kijiji cha Nyakasalu, lakini mradi huo unakuja kuleta maji kwenye mji wetu wa Masumbwe na vijiji baadhi ambavyo tutapata maji lakini vijiji ambavyo tutapata maji fulani ule, kutachimbiwa visima virefu ikiwemo na Irangale. Lakini pia alileta fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa madarasa shule ya sekondari Nyaka Saruma, kajenga kidato cha tano na cha sita na tayari madarasa na mabweni alishakamilika, mwakani mwezi wa saba vijana wetu ambao wanaenda kuhitimu kitamitani mwaka huu mwezi wa kumi na moja watajiunga pale kwa ajili ya kusoma. Kwa hiyo mama amefanya, mpigieni makofi sana mama Samia. Hii kwa ilani ya chama chetu Chama cha Mapinduzi ishili na tano thelathini imezungumzia sana maji, na ndio maana jana mliona kina mama walikuwa wamejibeba ndoo zile, kauli mbiu mama Samia ni mama alijitwisha sana ndoo kichwani wakati anafuata maji, lakini kulingana na kwamba na yeye alipitia changamoto ile, akasema kina mama kuwatua, anaenda kuwatua ndoo kichwani. Kwa hiyo anaenda kutuletea maji ya kutosha, maji ya bomba, maji salama kabisa. Pigeni makofi kwa mama Samia. Lakini pia, jamani, mnaona barabara yetu ilikuwa changamoto. Baada tu ya kupata vidhaa hii kwamba Chama cha Mapinduzi mlipokuwa kila siku mkizungumza kwamba sisi jamani, tunateseka kupitia miundombinu ya barabara tunapata shida sana, yani tu kutoka Ilangale kwenda Masumbwe tunatozwa gharama ya shilingi elfu tano au elfu kumi ukiwa na mzigo. Sasa Chama cha Mapinduzi kupitia serikali yake ni sikivu, wakaona wakasema tunakuja, na kweli hata juzi siku ya mkutano wa mzinduo tulisema kwamba maeneo pale waende waboreshe, ikipendeza atuwekee na mola. Nimepita pale nimekuta wamebadilika, wameweka mwanani, wamelisogeza vizuri pale machinjioni. Kwa hiyo hata hapa chini ambapo tumepita pale na wengine watakuja kuboresha, maana mkandarasi bado anaendelea na kazi. Kwa hiyo niwaombe kabisa, ndugu zangu, watu wa Irangale na kata ya Masumu, tujitokeze kwa wingi kabisa tarehe ishirini na tisa mwezi huu mtakaponipa ridhaa tutazitafuta sana fursa, lakini pia nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan na mgombea wa nafasi ya urais kupitia chama chetu Chama cha Mapinduzi, amesema Masumbwe anataka kujenga soko la kisasa sijana, mmemsikia. Kwa hiyo kuna soko la kisasa linakuja Masumbwe. Niwaombe sana watu wema, watu wa Masumbwe na Irangale tujitokeze kwa wingi tarehe 29 ili sasa tukapige kura nyingi

Kwa hiyo lazima tujitokeze sana, na niwaombe kabisa, watu wa kata ya Masumbwe, kura ndio zitaniheshimisha mimi, kura ndiyo mtaji wangu.